tukisalia na simulizi za wanahabari kuhusiana na mwaka huu huzuni hofu maafa na maiti mpekuzi wa runinga ya citizen ode francis alikuwa kwenye makafani ya nairobi mara zisizohesabika mwaka huu 2025 alijionea mengi na kushuhudia mahangaiko ya waliofika hapo kutafuta na kutambua miili ya wapendwa wao ode sasa anakupatia taswira kamili ya anachopitia kabla ya wewe kupata taarifa kamili Mtazamaji nyumbani, inaonekana rahisi, watangazaji walivyojinasifisha na waandishi wa habari walivyong'aa na taarifa za kuvutia. Nimekuwa nikifuatilia taarifa za vifo vya watu wasiyejulikana kwenye chumba cha kuhifadhia maiti cha siti, nyingi zimeandikwa anon. Afta tumetoa hizi miili, simu ikapigwa hapa justice, ukaambiwa ukitoa hiyo miili watasema ni waliu. Lakini nyuma ya kila kichwa cha habari kuna dhoruba, na nyuma ya kila hadithi ya uhalifu kuna mtu ambaye hufika maeneo ambapo wengi wanaogopa kukanyaga. Mimi ni Ode Francis. Sivai mapambo wala kukaa chini ya taa za studio. Ofisi yangu ni mitaani. Shughuli yangu ikiwa upekuzi na taarifa za usalama na uhalifu. Wakati wengine wanafuatilia nukuu za watu, mimi hufuatilia kimya kilichozimwa milele kwa kifo, aina ya kimya kinachohifadhiwa kwenye vyumba vya kuhifadhia maiti. Hapa ndipo ukusanyaji wa taarifa halisi huanzia, sio kwenye chumba cha habari, sio kwenye mikutano ya waandishi wa habari. Hapa ambapo wafu wanasubiri kusikizwa. Naam, ni katika lango hili, katika makafani ya City, ambapo yote huanzia. Nikiingia hapa naingia kwa watu ambao hawaongei, hawazungumzi na wala hawaoni wala kuhisi, ila taarifa ambayo hutoka hapa ni taarifa ambayo mimi na wewe tukitizama huleta mvuto ama huleta uzuni. Yes. Unaendele, naendeleaje? Hey, leo kuna nini? Leo ni kukaza kaza hapa, yeah. Yeah.

sijanusa vitu, nimekuja tu kuona kitu hapa. Mauti hayachukui haya likizo. Hey. Mm. Leo uh. Hey. Yeah. Kuna nini bwana ni katika maeneo haya ama mazingira haya ambayo mimi kama mwanahabari lazima niingie ili niweze kukupatia taarifa, ili niweze kutafuta haswa taarifa kwa kina. Hapa tunapata kuangalia miili, tunapata kuona miili, tunapata kuchambua na hata kuwa katika yale maeneo ambayo hatufai kuwa, ili wewe uweze kupata taarifa. Katika eneo hili si kuhusu kweli tu ni kuhusu hofu ya unachotazama kwa kusaka ukweli na kujikaza kisabuni katika ulimwengu ambapo ukweli ni hatari na kimya ni kuishi. Je, wanakuja hapa kama ni anon lakini eti ingia na jina, we don't take pictures, unanifungulia gani? Mm -hmm. Mm. Mm. Mm. Kila mwili hapa una taarifa yake kibinafsi. Kazi yangu ni kukagua na kutafuta taarifa ambayo wewe unaogopa kuisema ama wewe unaogopa kuja hapa ili kupata ukweli. Nakumbuka wakati wa mauaji ya Kware, ni katika eneo hili ambapo, eh, makafani haya ya City, miili ilikuwa inatoka maeneo ya Kware wakati Franklin Wala wakati Gatete Njoroge alikuwa amesha ripoti kutoka kule, miili ilikuwa inaingia hapa maeneo haya, na ni katika maeneo haya ambapo sisi kama wanahabari ilikuwa kazi yangu kuhakikisha kwamba miili ambayo inatolewa katika magunia, miili ambayo inatolewa katika vile maeneo ama vile vipaketi ambavyo vilikuwa vimewekwa miili ya watu, niweza kuhakikisha kwamba ni sehemu za miili ngapi, ili kuweza kukupatia mubashara taarifa ambazo zilikuwa za kweli na, na nambari ama takwimu ambazo zilikuwa za kweli. Ni katika eneo hili ambapo harufu wakati wanafungua ile e, e, mifuko yale magunia ambayo miili ilikuwa lazima, kama mwanahabari ujikaze ili uweze kuhakikisha kwamba ni miili ndio, ila harufu pia ipo, na bado kuna ile akili ya kwamba watu wameweza kukatakatwa na kuletwa katika maeneo haya. Ni katika eneo hili ambapo unakumbuka eh, vijana waliingia katika makafani haya wakitaka kupiga na kutaka kujua ukweli. Nakumbuka nikifinywa hapa, nikifinywa hapa kwa sababu ya kujaa kwa vijana ambao walikuwa wamefika eneo hili kutaka ukweli. Nilifinywa hapa na hapa ndipo niliweza bado kuhakikisha kwamba napigiwa simu na kuwapatia habari kamili ya miili ngapi ambayo imeingia katika eneo hili. Ni katika eneo hili ambapo tungeweza tu kupea na taarifa ya wale ambao wamekufa na kueza, familia kuweza kupatikana. Kware, maiti zilikuja kwenye mifuko, zimekatwakatwa vipande, zilitupwa hapa kama takataka. Hewa ilikuwa nzito na hasira ilikuwa inaonekana. <laughs> Sawa. Yeah, yeah. Unaendeleaje? Jo, katika aina hii ya wanahabari, taarifa nyingi huwa vigumu kusahau. Aina hii ya wanahabari si aina ama si kazi tu ya wale ambao wanaogopa, ila ni kazi ya kujitolea, na mojawapo ya kujitolea ni kuhakikisha ukweli unasemwa. wakati mwingine tunajukumika kuhakikisha kwamba tumejua ukweli, na baadhi yao ni kufungua, kutizama, kuangalia, kuhakikisha ukweli upo, ila siwezi kukuonyesha kama mwanahabari. Taaluma yetu haitukubali kukuonyesha wewe mwili, ila mimi kama mwanahabari inanibidi nifike, nitazame, nihakikishe, kisha nikupatie taarifa. Wengi hufikiri kwamba maeneo haya ni ya kuogofya. Ndiyo, kwa wengi huogofya, ila taswira ni tofauti. Hapa siti ama makafani ya siti, wakati mwingine wafu hunena kupitia nyaraka, wakati mwingine kupitia wale waliowaacha, lakini daima kuna mtu anayetaka wanyamaze. Wakati mwingine taarifa ni ile ile, jina ndiyo tofauti. Kwangu mimi taarifa haziishi, kwa sababu katika jiji hili wafu hawanyamazi, kama unajua jinsi ya kuwasikiliza.

Uh, kwa sababu hiyo kazi ni kazi ambayo inahitaji mtu kuwa ako na protection, ako na security ya kutosha, sababu wakati wowote anaweza patana na hatari yoyote ya aina yoyote so oh. Hata tukiwa hapa ofisini wakati mwingine watu wanaweza kuja hapa nje kwa mlango kumtafuta. Sasa unajua mtu akishakuja akuulize plani ya ako nawezi mwambi, mwambie tu ako lazima kwanza ujue amekuja kumtafuta kwa nini, anataka nini kwake, kwa sababu anaweza kuwa ako na nia mbaya na yeye. Nyuma ya kila anayeletwa katika makafani ya City bila jina au kutojulikana, kuna jina linalofichwa, kuna familia inayofichwa, na wakati mwingine anayemficha huenda anaficha maovu mengine. Ikifika wakati wa kwenda nyumbani, Lazima niende nyumbani nikiwa na sura ya furaha ili familia iweze ku, kunilaki. Kitu ambacho hawakumbuki ni kwamba yote ambayo nimepitia siku nzima, ili wewe kuweza kupata taarifa. Sasa ni wakati wa kwenda nyumbani. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, ndio masaibu ya wanahabari kuhakikisha kwamba unapata taarifa kamili. Naitwa Mashirima Kapombe na kutakia usiku mwema.